Ashiki jini ashiki, ni jini wa aina gani huyu? Ni jini mahaba. Sasa jini mahaba hakuna asemjua, ila jini mahaba kazi yake ni nini? Jini mahaba kazi yake ni nini? Katika mambo yote ya kimafanikio mambo yote ambayo ni ya kazi biashara, basi jini huyu anapenda sana kufarakanisha watu. Jini mahaba kazi yake nyingine ni kufarakanisha baina ya mke na mume, yaani mke na mume wanagombana gombana na bila sababu za msingi, wanachukiana chukiana, mara wameachana mwisho wa siku kija kuchunguza, wote wanapendana. Sio tu mke na mume, jini mahaba pia anatumika katika kufarakanisha baina ya mtoto na mzazi i yani mama nishawahi kupata story, mama anamchukia mtoto wake wa kumzaa binti yake story kabisa. Mtu kaja kuni, kuniomba ushauri kiomba ushauri, mama yake anamfanyia vitimbi, tena akisema kabisa kana kwamba yani sio mtoto wake wa kumzaa, kwamba anamsingizia mpaka anafikia hatua, anasema ya kwamba anatembea na babake mzazi. Huyu ndio jini mahaba. Sasa baada ya kumfahamu jini mahaba E, tuangalie dalili za mtu mwenye kuwa na jini mahaba. dalili za mtu ambaye mwenye kuwa na jini mahaba ni zipi? Mathalan, katoka kazini, anapata hasira, yani anatamani yawe free, mume wake asiwepo, akirudi basi anapata hasira. Dalili nyingine kwa wanaume, mwanaume huwa hapendi kuwa na mkewe bila sababu yoyote ya msingi, yani mwanaume anakuwa tu hataki tu, mwanaume kabisa anatoa talaka bila sababu ya msingi. Yani, dalili nyingine ya mwanaume ambaye ana jini mahaba ni mahaba ni kushindwa kutekeleza tendo la ndoa awapo na mumewe kwa maana huwa anapata maumivu makali sana anaposhiriki tendo la ndoa. Anahisi taabu na maumivu wakati anashiriki tendo la ndoa. kwa za kiume mwanaume anashindwa kutimiza haki ya tendo la ndoa kwa mkewe, unakuta nguvu za kiume zimepotea Mwanaume alikuwa vizuri tu rijali mzuri, lakini mwisho wa siku nguvu zake za kiume zinapotea ghafla. Wanawake wanashangaa, mbona mume wangu alikuwa wa vizuri, mume wanaweza kusingizia o stresi, mara nini? Hapana, lakini asilimia kubwa inakuwa ni jini mahaba. Mwanaume anashindwa kutimiza haki zake kwa mkewe.